Harmonize amethibitisha kwamba tayari albamu yake mpya imekwisha kamilika kwa asilimia mia moja. Wameshia hii kupitia uh, peji ya record label yake ya Konde Gang ambapo wameandika kwamba Harmonize new album 100% ready. Na kwenye maelezo hapa chini wameandika new album coming out soon. Are you excited? Stay tuned for more info. Kumbuka pia wakati anatangaza ujio wa albamu yake mpya weekend hii, pia ametiz ngoma yake mpya ambayo amemshirikisha violinist kutoka Israeli Miribenari eh, inayotoka Ijumaa na ameshare pia kwenye page yake, aa taya album yake ya mwisho ya kuitoa ilikuwa inaitwa Muziki wa Mama, ambayo alitoa maalum kabisa kwa ajili ya kuelezea mema na makubwa ambayo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluh Hassan, anayafanya kwa kipindi chote ambacho amekuwa madarakani. Kwa hiyo, nafikiri sasa hivi atageuka kuachia ngoma kwa ajili ya mashabiki zake na kuendeleza pale ambapo aliishia. Niambie na nani kwenye albamu yake hii mpya? Na kama pengine unataka kushauri kuhusu jina la album, ungetamani jina gani, e, atumie kwenye albamu yake mpya hapo chini kwenye sehemu ya comments. Lakini pia nikukumbushe kusubscribe hapa SNS kwa taarifa nyingine kila wakati.